Vision 2030, Madini ni maisha. Wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu mkoa wa Geita kesho Mei kumi na moja mwaka huu rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo Tanzania FEMATA John Wambura Bina ataongoza kongamano kubwa la wachimbaji hao kumpongeza Rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa kile walichodai kuwa amewaheshimisha na kuwapa leseni nyingi ikiwemo kuruhusiwa kuchimba kwenye pori la Kigosi. Mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu mkoa wa Geita GEREMA Titus Kabuo ameasema hayo wakati akizungumza na Mohab TV iliyohudhuria maandalizi hayo. Kwanza, unapoitaja Geita hata ukiwa nje ya nchi lazima mtu ashtuke, hii ni Geita ya madini. Geita ina miaka takriban mia moja historia yake ndani ya uchimbaji wa madini. Kwa hivyo swala la uchimbaji madini ndani ya mkoa wa Geita huu ndo uti wa mgongo wa maisha yetu sisi wana Geita, lakini mimi niwaambie tu uh, wachimbaji, kesho utawashuhudia watakavyokuwa wamefurika hapa. Hatumleti mtu yoyote wala hatuendi kumfata kwake, lakini utashangaa hapa wote watakuja bila kuitwa. Wakisikia tu kwamba kuna jambo la wachimbaji lazima waje, kwa sababu kila mmoja ameguswa na ile mazuri aliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Uh, nachowaasa mimi wachimbaji, tuendelee kuwa wazalendo tulipe kodi kwa nchi yetu, kwa sababu serikali imetuona. Serikali sasa inatushirikisha hata kwenye kuunda kanuni ambazo zinatuongoza sisi wachimbaji. Jambo hili tumeliandaa sisi kama GEREMA kwa mkoa huu wa Geita, lakini ni jambo la kitaifa. Tumeanza Simiu, tuko Geita na tutaendelea. Lengo kuu ni kumsemea mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa yale makubwa ambayo ameyafanya ndani ya miaka yake minne. Sisi wachimbaji ametufanyia mambo makubwa sana, hususani sisi wachimbaji wa mkoa wa Geita, tumeenda kupewa leseni nyingi, mpaka sasa zinamiminika yeah. Tumegawana leseni mpaka zikasaza. Hata hivyo mwenyekiti wa soko la dhahabu mkoa wa Geita Musa Kasuku pamoja na mdau mkubwa wa sekta hiyo Silvesta Buyamba akiwemo diwani wakati ya Katoro Kigongo Soya wanasema kwa kweli, tuna maandalizi makubwa sana hapa mkoa wa Geita na tunawakaribisha viongozi mbalimbali, wananchi wa Katoro Geita na maeneo mbalimbali hususan ni, ni, ni ujumbe mkubwa ambao tunautangaza kuhusiana na kumpongeza rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania, rais wetu Samia Suluhu Hasani, kumpongeza miaka minne ya sekta ya madini ambayo sisi tumeipata mafanikio sana kupitia hiyo sekta ya madini. Jambo kubwa sana ambalo mama ametufanyia ni, miaka mingi tulikuwa tukienda Kigosi katika mazingira ya kuviziavizia vizia, lakini mama alivyoshuku, alivyokuja akatuambia, sasa bwana wanyama na binadamu, mimi nasamini wananchi wangu sasa luksa tumepata maleseni eneo ambalo lilikuwa haliwezi kuchimbwa takriban toka nilivyozaliwa. Ndugu za zangu, wananchi wote, pamoja na wachimbaji wote katika maeneo yote, karibuni sana kwa siku ya kesho. Tunawakaribisha watu wote, wananchi wa Katoro wamejipanga kupokea huu ugeni, kwani ugeni waheri, na sisi wanapokuja watu wengi hapa kwetu ni fursa. Wananchi wa Katoro ni wazalendo, ni wapenda maendeleo, wako wima, na ndio maana hata wafanyabiashara biashara wengine katika sekta nyingine wameendelea kulipa kodi vizuri kwa maendeleo ya taifa. Kwa upande wake afisa madini mkoa wa Geita mhandisi Samuel Shaw amesema amejipanga vyema kumuonesha mheshimiwa rais Samia kazi kubwa na inayofanywa na wachimbaji wadogo katika mkoa wake, na kwamba ajiandae kupokea pongezi hizo, huku katibu wa Taoma mkoa wa Geita Evelyn Sassins akisema hakuna mwingine zaidi ya Samia. Tunakaribisha sana wachimbaji, wafanyabiashara wanaofanya no shirikiana na sekta madini katika kuja kusikiliza yale mema na mazuri alifanya rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya madini mama ametupa leseni mama ametupa uhuru sahizi wamama wachimbaji tunaingia migodini kwa kujiamini wamama wachimbaji sasa hivi tunamiliki leseni zetu tunasimamia rashi tunafanya vitu vingi yote ni kwa sababu ya nani ni kwa sababu ya mheshimiwa wetu rais wetu mama yetu mpenzi Samia Suluhu Hassan Mohab TV Geita.